Zaidi ya watoto mia saba kutoka maeneo mbalimbali ya kaunti ya Lamu, walio chini ya umri wa miaka kumi na nane waliopachikwa mimba katika kaunti hiyo mwaka wa 2020 walipachikwa mimba katika kaunti hiyo mwaka wa 2024. Hii ni kwa mujibu wa takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya kaunti hiyo o katika kituo cha shirika la utafiti wa miti eneo la Mokowe kaunti ya Lamu ambapo leo ni siku ya maonyesho ya utafiti wa miti, na takriban shule zaidi ya kumi na tano za Lamu, wakazi wameweza kuweza kufika katika eneo hili ili kujua umuhimu wa miti, kujua ni vipi wataweza kuhifadhi miti kwa maisha ya binadamu oh ni hafla ambayo tuko nayo ni open day ambayo inakuanga ni hafla ya maonyesho ya ile utafiti ambao tunafanya na zile technologies ambazo tumeweza ku develop tuweze kuhamasisha jamii e, technologies zenye tumefanyia utafiti tumevumbua za kuhusu mambo ya ukuzaji wa miti na vile miti inaweza tumika kuimarisha mazingira yetu na kuboresha maisha ya wanajamii. Bambu ina manufaa mengi zaidi hata ya mbao. Na pia bambu tuna classify ni grass lakini it's a hardwood. Kwa sababu kisha tumia hiyo mianzi durability hiyo product inakaa kwa muda mrefu. Alafu bambu pia ni mzuri sana for carbon sequestration. That means ukipanda bambu yako ina take more carbon kuliko hata miti zingine. Shirika la Save Lamu tumejihusisha katika kupanda miti maeneo mbalimbali hapa Lamu, na maana kupanda ile miti ni kuleta faida kwa jamii kwa mambo ya kuboresha hali ya kimazingira ya hewa, pia kuhifadhi chemchemu za maji zisipotee, athari zile za ardhi kwa mambo ya erosion. E, ningependa kuwapa nasaha vijana kwamba e, si lazima mtu aajiriwe kwenye ofisi aweze kupata mapato yake ya kujikimu kimaisha. Katika eh, hafla hii tumeona kwamba kuna njia nyingi ambazo vijana wanaweza kutunga ili waweze kupata ajira na pato lao la kila siku. Hii hii mimea ama hii miti inakuzwa huku ikiwemo miti ya mikoko, iko na manufaa mengi kwa jamii kwa sababu ina inapeana chakula kwa jamii hiyo upande wa samaki, alafu pia ina matumizi katika upande wa kutengeneza hizi, hizi furnitures ni hafla ambayo imeweza kuhudhuriwa na wanafunzi, kadhalika mashirika mbalimbali mbali ya uhifadhi mazingira ikiwemo shirika la Save Lamu, pia wameweza kuwasili katika eneo hili, ambapo wanafunzi wameweza kujifunza bidhaa zinazotokana na miti ikiwemo mti wa mnyanzi unaotengenezwa ambao, kadhalika mti wa mkoko ambao ni sehemu na mazalio ya samaki. Cha msingi tu, wito wameweza kutolewa kwa wakazi wa Lamu kulinda kuhifadhi miti ya jamii. Rahma Rashid Runinga Citizen Lamu. Mtazamaji, tunaomba radhi hapo, kile tulichosoma na taarifa hiyo zinakinzana. Mtazamaji, tunapumzika tena kidogo, tunarejea hivi punde na mengi zaidi.